Nadi wagombea wa nafasi ya ubunge na udiwani wa kata 29 za wilaya hiyo ikiwa ni siku chache tu tangu chama hicho kilipofanya uzinduzi wa kitaifa katika viwanja vya Jangwani hapa jijini Dar es Salaam. Kutoka mkoani Morogoro, mwandishi wetu Robert Mayungu anaarifu. Akizungumza na wananchi wa jimbo la Morogoro mjini waliojitokeza katika uwanja wa shule ya msingi Kiwanja cha Ndege, mgombea ubunge kupita Chama cha Mapinduzi Abdulaziz Mohamed Abud ameeleza namna alivyoweza kuleta maendeleo kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita. Nimeweka malengo mahususi manne ambayo kwa asilimia tisini na nane nimeweza kukamilisha kwa kutumia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Malengo hayo wadoa kero mbalimbali zinawakabili wananchi wa manispaa ya Morogoro kijamii na kiuchumi. Aidha, mgombea huyo anaelezea namna atakavyosimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi ikiwa ni pamoja na kutaja baadhi ya vipaumbele atakavyoanza navyo iwapo atapewa ridhaa kwa mara nyingine kuliongoza jimbo la Morogoro mjinimaka elfu ishirini itaondoa kero ya kinamama wajawazito katika hospitali ya mkoa ulala wawili wawili katika kila kitanda. lakini kutegemea wote kwa upande wao, wananchi wa jimbo la Morogoro mjini hawakusita kutoa maoni yao ya namna wanavyothamini na kutambua mchango wa mgombea kwa kipindi kilichopita. Tangu tangu aanze yeye, tunaona mabadiliko makubwa sana ambayo anayafanya yeye. Ni mtu wa vitendo, sio mtu wa kuongea tu. Ni kama hivyo hospitali, anataka tuongezee kwa kuzalia, tuzalie sisi wanake, tusipate tabu, tuzae kwa raha eh. Sasa shule hizo anawajengea watoto wanasoma, sasa laha iliyoji nao baadhi ya wanachama wapya waliopokelewa kutoka katika vyama vya upinzani wameeleza sababu za kuondoka huku wakibainisha imani yao kwa Chama cha Mapinduzi Mapinduzi. Na mimi nasema kwamba mwenda kwao usimtuma. Unachotaka kusema kitu kimoja hapa mnyonge na hayo inachotakiwa aaaweha. Katika uzinduzi huo Chama cha Mapinduzi wilaya ya Morogoro kimevuna zaidi ya wanachama wapya mia mbili sabini na tatu wakiwemo wagombea udiwani wawili kutoka UKAWA ambao wameziacha nafasi zao na kutimkia CCM huku wakiwapa nafasi ya wagombea kutoka CCM kupita bila kupingwa. Robert Mayungu, Azam News, Morogoro.